Shirika la SOS Children's Village limetoa mafunzo kwa wenye viti, makatibu na wahasibu zaidi ya 45 wa vikundi vya kucheza hisa kidijitali katika kata za Sangabuye, Bugogwa na Shibula wilayani Ilemela mkoani Mwanza na kuwakabidhi simu janja ili kuwawezesha kuviendesha na kuvisimamia kwa weledi vikundi vyao. Mafunzo hayo yamefanyika katika eneo la Igombe wilayani Ilemela ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa uchezaji hisa kidijitali unaotekelezwa kwa vikundi 15 vyenye wanachama 448 kwa muda wa miezi sita ili kuviwezesha kuondokana na uchezaji wa hisa kizamani. Msimamizi wa mradi huo, Lukas Hyera ameeleza lengo la mafunzo hayo, huku Afisa Maendeleo ya Jamii Kata ya Sangabuye, Paskazia Muyanja na baadhi ya wanavikundi waliopata mafunzo hayo wakieleza faida zake. Ni mafunzo endelevu ambayo kwa kwanza tulianza kwa wanachama wote 448, lakini sasa hayo yanalenga kuwawezesha zaidi viongozi namna wanavyoweza kuviendesha vikundi hivyo na kuvisimamia. Kwa hiyo tunao viongozi zaidi ya 45 kutoka kwenye vikundi 15, kwa maana ya mwenyekiti, mhasibu na katibu, ili wakaweza kusimamia utendaji kazi wa hivi vikundi vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwa mafunzo ambayo wanayapata siku hii ya leo, wataweza kuviendesha vikundi vyao vizuri, lakini pia huo mradi unaenda kuwapatia vitendea kazi, kwa maana ya kwamba kila kikundi kitakuwa na simu moja ambayo itawasaidia wao kama vikundi kuweza ku kutengeneza taarifa kwanza, kutunza taarifa za kikundi, lakini pia kuweza kutengeneza taarifa ya jumla ya kikundi. Kwa hivyo simu hiyo tutamkabidhi mwenyekiti, lakini sio ya kwake, ni ya kikundi. Lakini na mimi sasa, hiyo itamsaidia kuweza zile taarifa zote za kikundi ziweze kuwa kuwa vizuri, lakini pia na sisi tuweze kuzimonita kwa kupitia hicho kifaa tunachowapatia. Tunatarajia vikundi hivi na wanachama hao walio katika vikundi hivi watanufaika moja kwa moja na huo mradi, kwanza kwa kupata kile ambacho wamewekeza kwenye hivyo vikundi, kwa sababu kama tulivyoeleza mwanzo, hakutakuwa na nafasi ya mtu kuweza kuigiwa hisa zake ambazo moko ya kikundi. Lakini ya pili, kwa sababu sisi ni taasisi ambayo inajihusisha na, na shughuli ya malezi, tunaamini kupitia hicho ambacho amewekeza kwenye, kwenye kikundi cha hisa basi watawezesha kuwalea watoto na watapata stake zao zote na huduma zote za muhimu kama kama wazazi, kwa sababu sasa watakuwa na uwezo wa kuvuna kile ambacho ameweza kukipanda. Kwa hivyo kama taasisi tunaamini e, ile financial literacy, au na uwezo wa kumiliki rasilimali hasa rasilimali fedha kupitia kile ambacho amekiweka itakuwa ni kubwa zaidi. Sisi jukumu letu kama serikali kwanza ni kusimamia hivi vikundi ambavyo vimepatiwa mafunzo ya uwekaji akiba kidijitali, kwa sababu kabla ya huu mradi vikundi hivi vilikuwa vina changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni masuala ya ubadhirifu wa fedha fedha zilikuwa zinapotea, viongozi wanapoteza hela. Lakini changamoto ya pili, kulingana na maeneo yetu ya kazi huku, kulikuwa kuna ile chuma ulete, mwanachama anasema kwamba ameleta hela, lakini mwisho wa siku viongozi wanapokuja kupiga mahesabu, hela zinakuwa kuna utofauti mkubwa kati ya zile hesabu za makusanyo ya fedha kwa siku. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni suala la muda watu wanatumia muda mrefu kwa ajili ya ukusanyaji wa fedha. Changamoto nyingine ilikuwa ni kutoleta fedha kwa wakati. Kwa hiyo tunawashukuru sana SOS kwa hivi vikundi vichache ambavyo wameweza kuviwezesha na kuvipa elimu ya kuwekaji wa akiba kwa kutumia njia ya kidijitali, utasaidia sana kupunguza hizi changamoto ambazo nimezitaja. Kwa hiyo sisi kama serikali ambao ni wasimamizi wakuu wa hivi vikundi, kwa kweli, tutashirikiana bega kwa bega na shirika ya SOS kuhakikisha kwanza wanatekeleza kile kinachokusudia kwa ajili ya kuboresha hizi uwekaji wa fedha, na malengo ya wanachama kupitia vikundi vyao yatafikiwa, kwa sababu fedha zile zitatoka na zitarudi kwa wakati. Lakini tunawaomba waweze kutanua huu mradi kwa vikundi vingine. Tuna vikundi vingi ambavyo vinaweka vizuri hisa na ku na wanavyoweka akiba na kukopeshana. Kwa hiyo tunaomba hii elimu japo sisi kama serikali tutatoa, lakini tunahitaji wao waje watu back up ili kuweza kutanua hii elimu kwa washiriki wengine. Tulikuwa tunaweka hela zetu tunaziweka sehemu moja, yaani anakaa nazo mwasibu. Tulikuwa tunapata changamoto sana labda mtu anafiwa, mwasibu anapigiwa simu apokei lakini hapa ya mkoba imetusaidia sana. Tumeshaanza tayari, tunaweka tume hela zetu mkoba pale. Mkoba tumeweka kila mtu yani, tumepanga kila wiki tunakaa tunaweka hela, ila tumefungua mkoba mbili, tunaweka hela kila wiki tunaweka elfu kumi, lakini bado kila mtu akipata hela tunaweka vitu wawili kwenye hicho hicho kikundi. Ukipata elfu ishirini, pata elfu hamsini, unaweka. Tumeweka malengo ya baadaye kwa ajili ya kununua kiwanja kujenga ukumbi wa kikundi, maana kama sisi Shibula tunakaa kule Shibula, ila kuitumia gharama kuja huku. Tumeona tukiweka ukumbi mzuri wenye kila kitu ambacho ni muhimu tunaweza tukashawisha wakaja kule tukaongeze tena akiba. Hizi simu tunazopatiwa leo, yaani naamini ndani ya miezi mitatu tutakuwa vizuri sana, changamoto naenda kutatuka. Tulikuwa mwenyekiti wetu alikuwa na simu ya kawaida, alikuwa na simu kubwa janja, lakini ilikuwa mbovu, ambavyo tulikuwa na kwenye mpango wa kumchangia hela. Sasa hiyo hela ambayo tulikuwa tunatakiwa kuichanga, tunawashukuru sana, maana ile hela tena tunaenda kuwekeza mkuba. Hiyo simu tutaitumia kwa ajili ya huyo mwenyekiti wetu ili tu tumata taarifa, tukihitaji statement banki aweze kuidownload na tukaiprint haraka haraka, maana serikali kila baada ya miezi mitatu inahitaji statement banki, nikavuta wengine anapeka kukagua, anapeleka taarifa kwa msajili. Kwa hiyo upande wa statement banki tulikuwa tunakwama, na hisi hili jambo linaenda kutumia hiyo changamoto tunayoeleza. Watu walikuwa wafahamu kwamba nini maana ya hisa na nini maana ya akiba. Kwa hiyo mwanzoni tuliona kikundi kwa jitu kwaika akiba na akiba hii hapa ilikuwa ikiwekwa, watu wakifikiri kama ni mchezo, yenyewe kumbe ni akiba. Baada ya mtu kuanza kugawana, pesa zinatumika tu bila malengo yoyote. Ila kwa sasa hivi, baada ya kuwa tumepata elimu hii hapa, sasa hivi ndio bidii tunaelewesha na wenzangu kwamba pesa tunaiweka na tunaipangia malengo fulani. Zamani ilikuwa ni kwamba kilichofaa sisi tutengeneze kikundi kile pale, ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka pesa. Hivi sasa ni save pesa kwa ajili ya kutumia baadaye. Ila kwa sasa hivi sasa tuna bit transform a upande wa uwekezaji. Wito wangu kwa serikali watusaidie tu mafunzo kwa vijana, kwa wamama, hata kwa watoto pia, sababu tunapoelekea kwa kweli sio salama zaidi. Mimi kwa ninaona, naona tu kwamba serikali kweli tusaidie tu, hata kwa wamama, ili mradi ukienda kuuza hata kama ni mboga mboga, upeleke kwenye hisa, mwisho wa siku ulikuwa hauna kiwanja kununua hata kiwanja hii elimu ambayo tumeipata ya kuweka kidigitali, naona vikundi vingi vitadumu. Vitadumu kwa sababu gani? Wengine watafungua akaunti kwa ajili ya kufunza fedha zao tu. Watakao watakao kufunza fedha zao, si rahisi kijana kupuka kutoka kwenye kikundi. Kwa hiyo ataendelea kuwemo kusubiri mwisho wa kuhitaji ile fedha kwa ajili ya matumizi wataka. Kwa hiyo vijana bado wana changamoto kubwa mno, na wanakuwa wepesi wa kukata tamaa. Sasa tumeandika barua hata hatujaajibiwa, unajikuta kikundi kimesambara. Lakini vijana wapo na wanao wanaowe, kuna wengine wanafanya vizuri. Mfano, kuna mtaa jirani mpaka sasa hivi watoto vijana wanachomelea mageti, yaani wako vizuri kwa kweli. Ila mimi nachoomba tu vijana wazidi kuunganishwa na kupewa elimu ili Ile wapate namna ya kujisimamia pindi wanao wanapokuwa wamepata mikopo au wanapokuwa wameanzisha vikundi. Kwanza wakiheshimu vikundi, vikundi wakisha heshimu vikundi, naona hakuna ambako astari wanatakiwa upati kuelimu elimu